Hey, mtumishi, Bwana sifiwe sana, amen amen, haleluya. Amina sana sana, ah. Karibu sana, nakuona hapo, nakoma hapa na wewe, si mchungaji? ah, ni kweli eh, niko kupambana, niko kujitafuta kwa sababu tunajua wachungaji wengi wameharibika kwa sababu ya kile kinachoitwa kwamba mchungaji atakula atakua vya kubauni. Ndio maana mi nimeshtuka sasa kwamba we mchungaji, baadaye ya usubiri watu wa washirika wa wako wakuletee wa sadaka Upo nakoma kuchomea na moshi huu wasiunaendelea, tu kuomba hapo maombi, atakuletea sadaka kesho, tena kesho Jumapili. Mi naamini kwamba asiye fanya kazi na asile. Nikisema nitasubiria sadaka za watu ambao wataenda kupambana huko, mimi nikae tu nasema nasubiri sadaka, wanyingi mchungaji lazima ahubiri. Kwa mfano kwa mimi kama liko neno nitalizungumza kwa watu ambao watakuwa karibu nao, watakuwa wananizunguka uh -huh, au nitakuwa nawaongoza basi Ninaamini watakuwa wanajifunza kutokana na, na, na kile ambacho anakuwa anakifanya sio maneno tu. Ah. Hapo nimejifunza kitu Lakini sasa ndiyo. Kuna kitu nikisikia mtandaoni, sijajua kina ukweli au sio ukweli, kwa sababu kuna jamaa mmoja sio, anajiita Bashando Bashando, sijui, akawa anasema kwamba washirika wamebarikiwa nyie msipotukana matusi mtandaoni, siu ya wapi kazi ya maziwa yani kwamba eti Mbarikiwa ye ni ana kiwanda cha ja maziwa koo, amewaajiri nyie, huwa mnaenda kuzungusha maziwa kwenye, kwenye nyumba za watu. Kwanza nimwambie Bashando kwamba yeyote au namna yeyote anaweza kuisikia juu ya mzee wetu Mbarikiwa asitafsiri kama matusi, ila kwa sababu ya uovu uliojaa kwenye moyo wake na maisha yake, ndio maana naita matusi Mbarikiwa atukani matusi. Mbarikiwa anajaribu kuirudisha dunia ilikotoka, anajaribu kuipanga jamii. Kwa hiyo sisi kama tatuona tunaongea mtandaoni, tunaongea kile ambacho Mbarikiwa ametufundisha au ametuambia kilichotokana na Bibilia, sio mataka ya Mbarikiwa aliyosema kwamba tukemee zambi au tukemee uovu au tuwache mabaya, ni Bibilia litaka tuishi hivyo, tunakizungumza sisi ta mtandaoni, tunakizungumza kwa sababu kuna kipande tumebadilika, sio kwa kutumwa na hata kama nasema kuna watu wa shirika wabarikiwa wanauza maziwa, huyu Bashando amechanganyikiwa, huyu akili zake haziko sawa. Mimi hapa kuchomelea magrili haya nachomelea na ni, ni, ni, ni ufahamu ambao nimeupata kwa huyu ambao anamuita mbarikiwa wa matusi. Ukiona mazingira ya hapa ukaonyesha mazingira ya nje, ukiona mazingira ya hapa ni mazingira ambayo yamepangiliwa kwa namna fulani nzuri sana nzuri hey, tu sana sana hizo so kidogo sana haya, hey, mazingira yamefanywa kwa mikono, mkono wangu haya, mkono nah, wangu na ndugu yangu mmoja mtu Ibrahimu. Kwa hiyo tumefanya kwa mkono, mikono yetu hapa, jenga kwa mfano kama hivi. Ndio mimi nimwambie tu kitu kimoja kwamba sisi hatutumi kuongea mtandaoni kutukana watu matusi, na hatuja kutukana watu matusi. Sisi tunawaambia watu <coughs> waache mabaya waache zambi. Lolote ambalo wapendi kutendewa, simtendee mtu mwingine. Hilo nadhani mtu tukigusa kwa sura kama hiyo hao watu wanavurugika na kuona ni kama tunatukana matusi, lakini sisi tunaamini sio matusi bali ni hekima ambayo Mungu alitaka tuionyeshe kwa wanadamu. Kwa kumbe ewe, yani wewe ujaishia tu kwenye ufundi wa kuchomelea tu upo kwenye, mimi nishukuru tu Mungu sana kwa sababu, yani unavyoyaona manzara yanayoonekana hapa mkono wangu umefanya na ndugu yangu Ibrahimu. Mtakuja kumpa siku moja sasa, ametoka mikono yetu ndiyo iliyofanya hapa, sio ufundi wa kuchomelea tu. Tuna uwezo wa kujenga msingi tofali ili ni hema kama mnavyoliona hapa, tuko kuendelea kuliboresha, ni hema tutaanza kulijenga, kulipaua kwa ndani limeshakamilika. Hivi ni vyumba ambavyo watu wakitamani kuja kukaa karibu na kanisa, basi ni vyumba ambavyo wengi wanabadilisha, kina mama nguo humu mm, na wengi wanalala jana, siku ilikuwa siku ya mkesha, wamelala humu yeah, lakini pia kuna kitanda humu kimo ah, ambacho watu wa Mungu, kutokana na akili ambayo huyu mbarikiwa ambaye anasema kama kutokana matusi, hii ni taandiko ambalo Tumelitengeneza ambao watu wana, ni kama la, ni super banko hii. Ah, super banko. Eh, ni super banko hii ambayo watu wanaendelea kupata usingizi hapo baada ya kutoka kwenye mkesha. Mtu akijisikia kwamba weko mazingira kanisani, basi huwa anakuja kupumzika kwa sura kama hii. Kwa hiyo, kuna vingi ambavyo tumevifanya, nimevifanya kwa namna ambayo zile elimu zimetupwa zimekuwa sababu ya sisi kuendelea tunavyoendelea vizuri. Kwa hiyo Bashando, mimi ni mwambie tu kwamba Bashando ukiangalia kidogo utafia na utindio wa akili. Eh, anauzonji uzonji, yani kwa ujumu, kimcheki tu vizuri namna yake ya uongeaji, namna yake ya, ya kuchekacheka, unaona kama huyu jamaa ni kama kuna upungufu kidogo wa akili kichwani, haziko sawa. Waweza akasema kwamba washirika mbarikiwa wote, na tukazi matusi, si wanauza maziwa. Hizi kazi sio kazi za maziwa, hapa hatuna ng'ombe tulipofuga popote. Sisi tunafanya kazi, tunachomelea vyuma, tunachomelea madirisha magwini, mengine hayo mageti hayo, tunachomelea vikorokoro vingi ambao tunaenda kuvichomelea hapa. Kwa hiyo Bashando, ni kwamba hayuko sawa. Yaani kumbe, wewe inawezekana na kama unafanya kazi zote hizo, kuna uwezekano wewe ndio unaajiri watu, sio watu, sio sio, unaajiri na mbarikiwa, wewe ndio unaajiri watu. Sawa kabisa, mimi huwa ndio naajiri watu mimi. Yani mara nyingi vijana ambao wako mitaani huko, nikiwa na kijana ambaye labda ana kaujuzi fulani, basi nawaajiri, waajiri na wasimamia kwenye shughuli zangu za mikono pale, basi kile kichache ambacho tunakuwa tunakipata tunagawana nao, na mimi nakuwa na sehemu yangu ya riziki ambayo Mungu katupa ufahamu kupitia elimu za mchungaji. Atumtetee mchungaji, mbarikiwa, tunaongea kile kitu ambacho ametusaidia, hata jamii ni mashuhuda wa yale ambayo tunakuwa tunayafanya. Basi malizia mtu wa Mungu, labda na lipi lingine la kujazia kuhusu hayo yote aliozungumzwa Bashando, lakini pia kwa nini mchungaji unaamua kufanya kazi kama hizi wakati utakiwa usubiri sadaka za watu? Na shukuru sana, mimi nizungumze kuhusiana na swala kwanza la Bashando, kwamba yeye ajue tu kwamba mbarikiwa hana dhumuni la kutukana kwenye mitandao wala hatumi washirika wake kutukana kwenye mitandao. Mbarikiwa ametufundisha haki, utu na ubinadamu, yale tunakuwa tunayafanya tukiona kuna mahali watu watu ambao wanatuzunguka wafanye vizuri, au mtandao, ni kwenye mtandao aidha ni yeye Bashando ka post kitu ambacho cha ovyo, basi tuna namna ya tuna mamlaka ya kumkosoa na kumkemea aache. Lakini ni kwa nini mchungaji nafanya anachokifanya? Mimi nafanya hivi kwa sababu najua ili niweze kuhubiria watu, lazima mimi niwe mwa, mtu wa kwanza hicho hilo jambo, au niwe ni mtu ambaye watu watakuwa wanajifunza kwa matendo, sio kwa maneno. Ukiangama kanisa kipindi kidomana watu wanarudana nitoe barikiwe siji michanga vitu kadha wakaza sisi tumefanya yote uliyoyafanya. Hapa hapa ni eneo la kanisa, lakini eneo la nyumbani kwetu tunaishi hapa hapa, tuna vyumba vyetu vikamilisha huko, hatujamchangisha mtu yoyote mchango wa aina yoyote. Kwa hiyo tunafanya haya au ninafanya kuchomelea, kujenga, kufanya nini, yote ni kwa sababu ya kutaka ni ubidi kwa mfano